Asante sana kwa hii e VN yako, nimeifuata. Umeongea mambo mazito yenye una una i defendre na article cle za konstitusion zenye zinaonesha kama hivi vitu vyenye ndugu Mboso anaongea wala venye anawaza kufanya e, vraiment ni vitu vyenye viko contre katiba ya Kongo. Me kitu nitaka kuongea kikubwa ku, na mimi ku contribute hapa, kiongozi wangu Kongo tu nile tutu tungaliki sie bote distraction ya kusema na mimi niko wa kabila wa kisekedi wa nani. Me hawa politisi wenye tuko na hii class politique tuko nayo Kongo ni class politique ya wapara. Hawa ndugu ni mapara, ni watu wenye objectif yabo ni ya kukontrole pouvoir ya leta apana, kwa juu ya bien etre ya population, mais kwa kwajuu ya masla yao. Kwajuu pouvoir batu wanaikamataga mjia mbili: unaweza kamata pouvoir ya leta kwa juu ya ku transformer nchi na ku changer bien etre ya population en general, na kuna venye wanakamata pouvoir de letat eta kwajuu wakuwe res ya maresource za leta kwa juu ya kuji satisfaire mabesoin zabu sadike ile ma, ma, ma selfish interest zabu za njo ikaayava bakina watu kama bakina Mboso. Vraiment inatia huruma kwa kuona kaliba ya mtu huyu mwenye alianzia huko nyuma mpaka leo. Angalia, nashindwa kuelewa ma organ za leta najua nini mumapei ze zinaitwa so called democratic kwa juu Kongo. Sio mi ndio naongea, wanasema ni Republique Democratic di Congo, weda pakuwe demokrasia. Hakuna demokrasia me unasema iko democratic na muma pei zote ziziko uh, za demokrasia gisi muze eh, Monteski alisema akasema hivi pouvoir selon historia kwetu natoka

Mais kwetu Congo kiangalia ma institution cle zenye zina joue le role ya kubalance pouvoir, bo tunakamata kwanza presidence iba na ikamata selon constitution ya Congo. Kama institution yeko cle, gouvernement, ba executa, iko cle, eh, parlement, parlema batengeneza sheria na justice watu waku nao kuchambua sheria ya inchi wakati inakuwa violent na raia wala grupe ya watu, Why Montesquieu aliongea vivitu, kiongozi wangu, ni kusema nini? Ukiwa na rais mwenye kuna pouvoir yenye ku absolu ile pouvoir itamlewesha na italeta manzara mabaya kurahia. Ndio maana wameenda kushimika parliament, na kila kitu kiko na kazi yake, na vinatumika independently, maybe ko interconnected sitadiri ke kazi ya parlema kama institution ulishaongea, ya zote hapa, nataka ni seme tatu ushaziongea hapa eh. sitadi wenye wanaitwa ni wa watchdog, banaangalia ba exekita wa gisi wanaexecute programe za leta koma ma resources zenye baliweka mu ma ministere zabo wala ma departements zilitumika. Haye njo kazi ya kwanza watchdog pakikosekana ma ma ma ma, ma basoda banakosa tuseme chakula kufron, inabidi bale ba parlementaire baite ministre wa defense mu parlement, kuja u, u, ujibu uko na Afrique du Sud hapa, ba ministre banaitiwa ku parlement wa parlementaire banza kueleza nini naendelea. Hiyo ni kazi ya kwanza, kwa jua kupunguza ile pouvoir yenyewe naweza kuwa absolute. De kazi yabo ni kutengeneza malua zenye zitaenda kufanya ile systeme demokratique nye walitengeneza ishimame. Kwa mfano leo tunalia banya Rwanda, banya Rwanda infiltration infiltration. Unaweza jiuliza kesho ba parlementaires bako mule ndani sheria gani zenye wanatengeneza kwa ajili ya kubana ile tundu. Nitakupatia mfano hapa, Fred Sidi. Sasa tulifika sie bote hapa na hapana. Kwanza example, vitu vya kupata madriver license ilikuwa simple. Balikia kuona eh, batu bananza kuwa bingi banaingia ingia. Na ni portefeuille na angalia na vitu vya transport mu parlement bali kala chini wa kasi je sana tuweke malimiti. Hiyo ni moja. De, na kupatia nyingine example hapa. Sasa tulifika hapa. Mama somo pale kulikuwa mabursa ya barefugee. Banaangalia batu bananza kuya mingi. Portefeuille yenyewe na angalia mambo ya education mu parlement sana no otherwise, tutajikuta banakuwa ba mingi. Bali tengeneza ma legislation, ma loi zinye zinaanza zinatu

accountabilite na transparence kuanzia kutoka kuva exekuta na bale bale ba mashefu ba tuna ba, ba, ba, baita ba nani ba ba ba DG benye ba ko deploye mu ma sosiete za leta kwa djuba account kwa djou franga yenye bana ya budget yenye bana weka mu izi ma, ma, ma, masosiete za leta zitumike ni franga ya baraia benye bale contribuer mu tax. so, inabidi pawe bon fonctionnement baone bitu bya muzuri binapita izo ndo key role law makers, that is what we call them law makers. unatengeneza sheria muna debate mu parlement kiende na sainiwa inakuwa sheria ndeni kazi ya justice ni nini? ni kusema kusema bwana kapele aliviole lua ya hivi na hivi na hivi okay, that is why unaona mainchi iko na kote na iko na maprizo Sadike uliviole lua ya inchi kwa juu kumentenire ordre msosete, kwa juu lua kazi yake ni kumentenire ordre public. So, challenge yake ni kubalanse liberte ya batu na ordre Sadike ukiwa msosete nya ina lua

Monteski akaenda fedha akasema, mumanchi muma, muma enye zitajiita zi pe demokratiqe hizi ma institution kles zenye natoka kuongea hapa haziko inafu, hazienei kwa kusema kuminimize pouvoir pasikui, ile naitwa pouvoir absolu ya huyo anakamata

Sadike institution itakuwa takua independent ya kuwa nafanya na inaangalia ma financial irregularity ya kusema milioni ya franga ya leta bali ituma ku hiyo society ya leta. Tunataka tuangalie ma gisi franga zilitumika zilienda wapi nini ilifanya on the ground. Sadike unatoa auditing report ya kusema kama no, hapa palikuwa irregularity, hapa palikuwa ubwizi, palikuwa nini, hatuna zile, na zikikua ni vitu venye watu wanabiweka under tuseme presidence wala under someone. De tunapashwa kuwa na mainstitution zezi zinaitwa public protector, mwenyata protege public. Kama mie naona administrater wangu anisikii, naenda kulonchi kesi pale kwa juu, iko capture mainstitution kama eh, eh, tuseme human right commission naona haki yangu inaishiwa leo, angalie Kongo pako hene, wakikuona baki kuona leo Uganda, baki kuona leo Rwanda, huyu nani, panapashwa kuwa institution yenye inasema no, panapashwa kuwa egalite mwingi. Eva, mimi unanitukana kwa juu niko hivi na hivi, nakupumvulia kesi, inakuwa ni civil case, either unafungiwa wala unafanya compensation kwa ajili ya kuleta ordre. So hizi ma institution zote tuko naongea, naongea tu tatu kidogo, ziko zinakuwa za mingi Ukienda mu constitution ya Congo chapitre yake na yake, katre, ni titre yake 4 kama si sababu uangalie ma institution independente zaizi na protege constitution yetu utalia. Ni tunaongea ni niseni na hii nyingine ya maudio visual hakuna zingine. So ujiulize muinchi yenyewe nasema iko na basomi kama bakongomani beba lisoma bako na banajita ba metre ba doktere ba nani, vraiment tunashindwa kuelewa kama ile ka, katiba yenye tuko nayo ienei kwa jukwa kufanya account, a, nani, accountability na transparency sasa. Diri ke panapaswa kuwa independence kwanza ya hizi maorgane tatu zizine tuseme ine za Kongo, presidence eh, gouvernement eh, parlement pamoja na justice, panapaswa kuwa ile independence ya haba bote banaangaliana kama ba, ba, ba, ba, watchdog ya kusema kama pasikui

sadike twi tupamba kuongea Kifaransa me vingine yapre pale, tunashindwa kuelewa basic understanding ya fonctionnement ya gouvernement na mainstitution zake na hizi zingine institution zenye ziko Eh, eh, independante zenye zinafanya eh, ile demokrasia mko naongea na government kutumika mzuri. Kama hivi vitu haviko kiongozi, hakuna benye vitaenda kuendelea. Na njoo maana tulikuwa tunasema, kama tunataka kufanya amandema ya constitution ya Kongo, the first thing ilikuwa ni kuamandeni kwenda ku renforce titre 4, kuweka ma institution independante za mingi kwa juu. Wakati wa parliamentari batashindwa au kustadi raia, naweza kabeba malalamiko pale, kuzili wanaanza kufanya ma ma, ma ma investigation na ku reveal mabaya enye kuna pitika mnani. So kufuatana ni nchi yenye watu walisoma walipata magrade ma maitrise kwa jua kuongea francais mais hapana ku understand vitu vya biko pana njoo. Mbona leo bali tuwekea bana, tuletea identity politics in DRC kwa jua nini bale bali dare abataki bakuwe blame bana, shift problem yao, ukikosa mai Kagame, ukikosa hiki, eh, Ruto ukikosa hiki mnyamurenge mutusi muganda mtanzania nini na wakati itumiki ngambo yavo wanaiinyore completely. Kuona mtu kama Mboso anaongea mambo kama vize out of order, ingekuwa ni mwinchi nyiko na watu nyoko conscious, ilikuwa ni revolution inaanza leo. Asante sana.